Jambo wanafunzi, tunashukuru Maulana kwa wakati mwingine ambao ametupa ili kuweza kuboresha masomo yetu. Siku ya leo, ningependa tupitie hadithi fupi ya Kila Mchezea Wembe katika kitabu cha Mapambazuko ya Machweo na ningependa tujibu hili swali: Je, anwani Kila Mchezea Wembe inafaa hadithi yenyewe? Kwanza kabisa mwanafunzi eleza kwamba anwani hii inatokana na methali kila mchezea wembe hujikata vianda vyake. Maana ya methali hii ni kuwa mtu akijihusisha na jambo hatari, huenda akajiumiza yeye mwenyewe. Methali hii inaambiwa mtu ambaye anapuuza ushauri ama wosia anapokanywa asijihusishe na jambo fulani ambalo lina matokeo hasi. Baada ya kueleza hiyo methali, mwanafunzi anatarajiwa kutafuta mifano ya wahusika na kwa kila mhusika ataje mambo ambayo, uh, huyu mhusika alifanya na hatimaye akaji akajiingiza katika matatizo yeye mwenyewe. Kwa hivyo kwanza tunamrejelea mhusika Tembo. Tembo alichezea wembe, alipobugia pombe haramu kwa muda mrefu. Jamaa yake ikiwemo mke, wazazi, kaka na dada zake wanamwonya dhidi ya tabia hii, lakini anaziba masikio. Isitoshe, Tembo alipuuza wosia wa majirani na marafiki. Mara nyingi aliletwa nyumbani akiwa amebebwa kwa machela. Alikosa kuwaheshimu Emi mkewe na watoto wake, hakujishughulisha na malezi ya watoto wake. Anazua rabsha wakati wa mazishi ya mpwa wake, kumaanisha hakuheshimu wafu. Hatimaye Tembo anajikata vyanda vyake yeye mwenyewe. Mkewe anaamua kuomba talaka na kuachana naye. Tembo anapoteza kazi yake nzuri ya umeneja na ujogoo wake, anaishia kuwa kipofu, kwani pombe haramu ilikuwa na sumu. Anajuta alivyotelekeza familia yake na kuisambaratisha. Mhusika wa pili ambaye alichezea wembe ni Moshi. Moshi alibugia pombe haramu kwa mama Pima ambayo ilikuwa imetiwa kemikali ya kuhifadhi maiti pamoja na uchafu mwingine mwingi, hatimaye anaaga dunia. Mhusika wa tatu ni mama Pima. Mama Pima alichezea wembe alipojihusisha na biashara biashara ya pombe haramu iliyotiwa chupi, kemikali ya kuhifadhi wafu, sodo, panya na nyoka wafu. Hatimaye baada ya mauko ya Moshi, anatiwa mbaroni kwa kukiuka sheria. Mhusika wa nne ni Salim ambaye ni rafikie Tembo. Yeye pia anashiriki pombe haramu, mwishowe analazwa hospitalini. Mhusika wetu wa mwisho ni Emmy. Emmy anachezea wembe kwa kujihusisha na mlevi ambaye ni Tembo. Hatimaye analazimika kuvumilia mateso mengi. Na maji yanapozidi unga, anaamua kuomba talaka na kutengana na Tembo. Natumai mwanafunzi Kanda hii fupi itakusaidia kuboresha alama zako. Kiswahili ni somo rahisi kama kijiko kwa papai. Tembelea maktaba yangu ya video za kielimu kama hii. Usisahau kupenda, kutoa maoni na kubonyeza subscribe. Barikiwa.